Tunamshukuru Mungu kutupatia fursa nyingine ya kuamka leo, ikiwa ni siku ya nne tangu tumeanza uh, tafakari ya neno la Mungu kuhusu hadhi na wajibu wetu. Na asubuhi ya leo ni wakaribishe tena, ikiwa ni siku ya maombi, tuweze kutafakari ukuu wa Mungu, lakini tujifunze kutoka kwake. Ni waombe tuweze kuomba kabla hatujaendelea. Mungu mtakatifu, asante kutuamsha tena. Watoto wako wako tayari kuisikia sauti yako. Nisamehe mimi ambaye ni mdhambi, na ukatumie tu kinywa hiki kunena na watoto wako na lolote lile ambalo litagusa maisha yetu tuwezeshe kuelewa, lakini na kutenda mapenzi yako. Tumeomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo amen. Asubuhi ya leo eh, niwakaribishe tena tunapoendelea kutafakari maneno haya yanayo yaliyojawa na maonyo lakini pia na maelekezo ya nini tumepaswa kufanya tukiwa katika ulimwengu huu. Msiipende dunia, wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya ni mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye fanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hmm, au adumu hata milele. Asubuhi ya leo natamani tuangalie mambo takriban matatu ambayo ya ni sifa ambazo Mungu anazitarajia wafuasi wake wawe nazo. Hadhi tulio nayo kama watawala, kama waangalizi, kama mawakili, Mungu anahitaji tuwe na sifa nyingi, lakini leo tutaangalia tatu kati ya hizo. Kwa kila mmoja wapo jiulize tu kwamba uko hapo kiasi gani? Mungu anapotutathmini, anapotuangalia je, anaona kitu katika sifa hizo? Tukumbuke ya kwamba e, Mungu ni pendo, tabia yake ni upendo, na hivyo wafuasi wake wote, watoto wake, wamepaswa kuakisi hiyo tabia ya Mungu na ndiyo sababu fungu letu kiongozi tunaloliangalia linasema ya kwamba ikiwa tutaambatana na dunia, ikiwa tutaipenda dunia, upendo wetu kwa mungu hautakuwepo. Sasa ili tuweze kumpenda Mungu ni lazima tuwe tumwamini, na neno kuamini lina tuonesha ya kwamba ni lazima tuwe na imani kwa yeye ambaye ametuumba, na hivyo tunapokuwa tumemwamini, ina maana nia yetu itakuwa imeungana na yeye, yeye atakuwa ndani yetu, hatutaishi sisi, bali yeye ataishi ndani yetu kunena kwetu, kuwaza kwetu, kutenda kwetu kutakuwa kuna akisi yale ambayo Mungu angependa tuyafanye. Ndio sababu katika katika eh, kitabu cha Timotheo wa no, kwanza wa Korintho wa kwanza sita fungu la kumi na saba Neno la Mungu linasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo tunapokuwa tumemwamini yeye, tunaunganishwa au tunafungamanishwa na yeye, kiasi kwamba chochote tunachokitenda kina akisi tabia ya Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi ambalo Mungu anatarajia kwa watoto wake, kwako na kwangu Mungu anatarajia tuone tukiwa waaminifu katika maeneo yote. Kama wewe ni kiongozi katika ofisi fulani katika familia, kama wewe ni kiongozi ubaki kuwa mwaminifu. Lakini kama wewe unatamani kuwa kiongozi, unatamani kuwa na mali, unatamani ku kuwa na mamlaka mahali fulani, neno la Mungu linatuhitaji na Mungu anahitaji tudumu kuwa waaminifu, hata kama tuna vitu ambavyo Mungu kaviweka katika mikono yetu. Sifa moja ambayo anaitarajia aione katika maisha yetu na ulimwengu uone katika maisha yetu ni kudumu kuwa waaminifu. Katika kizazi cha leo, watu wengi wamepoteza uaminifu kwa sababu tu ya hali ambayo wanaipitia. Mwingine akiwa amebarikiwa sana, ana mafanikio sana, uaminifu unapotea. Lakini hata hivyo, ukiwa uko katika hali ya uhitaji sana na ukamsahau Mungu, bado unaweza ukapoteza uaminifu. Kwa hiyo Mungu anahitaji watu ambao wanamfuata, watoto wake wote ambao amewapenda mpaka akamtoa mwana wake wa pekee awafie, wote wamepaswa kumwamini yeye, kuishi katika maisha ya uaminifu siku zote za maisha yao. Uaminifu hauwezi ukatimilika ikiwa hakuna utiifu. Hilo ni jambo la pili ambalo unapaswa kulikumbuka na kulitafakari. Je, unamtii nani? Unamtumikia nani? Ndio sababu katika hilo fungu ambalo ndilo linatuongoza, hayo mafungu matatu yanatuelekeza kumpenda Mungu zaidi, ikiwa ina maanisha ya kwamba tunapoupenda ulimwengu, tusipoacha ulimwengu tunakuwa tunafuata upande wa pili ambao ni wa mwovu. Tunapoipenda dunia na vitu vilivyomo, mambo yanayoonekana ni mazuri katika maisha yetu leo, matokeo yake tutakuwa tunapotea. Mathayo sita ishirini na nne neno la Mungu liko wazi likisema hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili; kwa maana atamchukia huyu, na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu, na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Neno kuu hapo, elewa ya kwamba haiwezekani tukamtumikia Mungu wakati huo huo tukamtumikia shetani. Haiwezekani tukaupenda ulimwengu wakati huo huo, huo tukampenda Mungu. Usije tu ukapigia neno mstari kwamba Mungu na mali lakini elewa kwamba kinachotakiwa hapa ni utii wetu kwa Mungu, uaminifu wetu kwa Mungu. Haya mambo yanakwenda pamoja. Haiwezekani tukapenda ulimwengu na mambo yake yote, alafu tukasema pia tunampenda Mungu. Moja lazima litatuponyoka. Kwa hiyo asubuhi ya leo elewa ya kwamba Mungu anachotarajia wajibu wetu kama watoto wake aliotuweka duniani ili dunia ivutwe na tabia yake itakayoonekana katika maisha yetu ni uaminifu. Jambo la pili ni utii kwa neno lake. Utii una maana gani? Unaisikiliza sauti ya nani? Unapotoka asubuhi ya leo, unaisikiliza sauti ya nani? unatamani sauti ipi kuongoze? Sauti ya wanadamu ambayo yumkini yaweza kukupoteza na kukupeleka katika njia isiyofaa, au utasikiliza sauti ya Mungu inayohitaji uwe mwaminifu kwake katika mazingira yoyote yale, kama ambavyo wazee wa zamani tukisoma katika maandiko walivyodumu kuwa waaminifu eh, Mambo ya Nyakati wa Kwanza ishirini na nane tisa, neno la Mungu linasema nawe, Suleiman mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu, na kwa nia ya kumkubali; kwa kuwa Bwana hutafuta tafuta mioyo yote, na kuyatambua mawazo yote ya fikra Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Neno la Mungu hili linaendelea kuthibitisha ya kwamba tunapokuwa watii, basi Mungu yeye ataonekana kwetu, lakini tusipokuwa watii na kusikiliza sauti yake na kufanya mapenzi yake yeye atatutupa milele. Chagua kuwa mtiifu, chagua kusikiliza sauti ya Mungu, chagua kusikiliza maelekezo ya Mungu. Jambo la tatu na la mwisho kwa asubuhi ya leo, hapa wote tunasikiliza neno la Mungu, wote tumeamka au tumeamshwa na tukakubali kuamka na tukaketi kusikiliza neno la Mungu, tukishiriki ibada lakini ni nani ajuae? Nani anaweza akajua dhamiri zilizo ndani yetu? Dhamiri safi ndiyo tunapaswa kuwa nayo katika maisha yetu. Dhamiri inapokuwa ni safi, basi kile kitakachotoka nje basi kitakuwa kikidhihirisha kilichoko ndani. Maana yake ni nini? dhamiri zetu zinatenda kazi zikiwa zinasikiliza kwa ndani habari za maisha yetu ya nje. Dhamiri inahitaji kujishikiza na kiwango cha juu na kilicho kikamilifu, yaani sheria ya Mungu. Hivyo kama sheria ya Mungu imeandikwa katika mioyo yetu, ina maana dhamiri zetu zitakuwa ni safi dhamiri inaongea kile kilicho ndani na kilicho ndani ndicho mara nyingi kinamfanya mtu atende jinsi anavyotenda. Katika kitabu cha Waebrania e, sura ya tisa fungu la kumi na nne neno la Mungu linasema basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hivyo pamoja na uaminifu, pamoja na utiifu, hivi vyote vitawezekana pale ambapo dhamiri zetu zitakuwa zimesafishwa na yeye mwenyewe aliyetufia, ili tuepukane na matendo machafu ili tuweze kuendelea kudumu katika kumwabudu yeye aliye hai. Nasoma nukuu moja ninapokwenda kuhitimisha, inatoka katika kitabu cha cha mtumishi wa Mungu Ellen White kinachosema Mind, Character and Personality, ya kwamba chumba cha faragha cha dhamiri ni lazima kiingiwe, madirisha ya roho ni lazima yafungwe kwa upande wa dunia na kufunguliwa wazi kabisa kwa upande wa mbinguni, ili mionzi angavu ya jua la jua la haki ipate kuingia kwa uhuru. Akili ni lazima iwekwe wazi na safi ili iweze kutofautisha kati ya jema na ovu. Kwa hiyo, wito wa neno la Mungu asubuhi ya leo ni kwamba ni lazima tufunge turuhusu dhamiri zetu zifunge madirisha yanayoangalia yaliyo ya duniani, lakini yafungue madirisha na milango ya yale yaliyo mema yanayopaswa kuingia katika maisha yetu kwa ajili ya umilele. Tunapoenda katika maombi siku ya leo, ni kusihi ujiulize maswali haya ya kwamba je, Mungu anaponitazama kwa macho yake yanayoangalia na kupenyeza mionzi mpaka katika mioyo yetu katika dhamiri zetu, je, anamuona mtu mwaminifu mahali hapa? Je, anamuona mtu ambaye ni mtiifu katika uh, ulimwengu huu ambaye ni mimi au wewe Je, anaweza akajivunia kwamba yuko mtumishi wangu kama alivyosema yuko mtumishi wake Ayubu mahali fulani? Je, anatuona tukiwa na dhamiri safi katika asubuhi ya leo? Mungu atubariki sana. Kumbuka ya kwamba eh, hadhi tuliyopewa, Mungu ametupatia heshima, ametupatia nafasi na anatarajia tuweze kuwajibika kwa kuwa waaminifu, kwa kuwa watiifu, kwa kuwa watu wenye dhamiri safi, na tuonekane hivyo mbele za Mungu na mbele za wanadamu wanaotuzunguka. Mungu wetu, Mungu utupendae, tabia hizi, sifa hizi, haziwezekani kamwe pasipo uwepo wako. Asubuhi ya leo tusaidie tuweze kutenda yaliyo mema kwa nguvu, akili na uwezo wetu, hatuwezi lakini, tunahitaji ufanye badiliko la kweli na la pekee katika maisha yetu, ili tudumu kuishi maisha yaliyo ya utaua na usafi mbele zako. Asante kwa kuwa utadumu kutusikiliza na kupokea maombi masamaha na yote watakayoleta watoto wako katika jina la Yesu Kristo, amina.